Hello, ni kusalimu tena siku ya leo, na Mungu ni mwema katika maisha yetu. Ningependa tena niendelee kwamba Yesu Kristo anatoa uhuru. Yesu Kristo anatoa uhuru, na tumeona kipindi kilichopita kwamba Yesu Kristo anatoa uhuru dhidi ya dhambi. Leo basi, nataka tena niseme Yesu anatoa uhuru, lakini uhuru anaotoa Yesu ni uhuru dhidi ya laana. Kumekuwa na misemo mbalimbali hasa kwa watumishi wa Mungu kuhusiana na laana, na ukiangalia vizuri maana ya laana uh, laana ni kinyume cha baraka uh, Yesu Kristo anatoa uhuru kutoka kwenye laana za aina yoyote. Kwa mfano, kuna laana ya sheria, kwamba wakati ambao Yesu Kristo alikuwa bado hajafika duniani Ah, kushindwa kutimiza sheria ya Mungu kulihitaji kumpa mtu laana. Kwa hivyo watu walikuwa wanatembea kwenye laana ya sheria kutokana na kushindwa kuifanya sheria, lakini zipo laana za nguvu za giza, watu kushindwa kufanya au kuendelea katika maeneo mbalimbali katika maisha yao. Na leo ningependa nikueleweshe kwamba laana za aina yoyote zipo ambazo unaweza kuzifahamu, ziwe ni laana za ukoo, ziwe ni laana za kitu chochote, laana kama laana, kupitia Yesu Kristo unapata uhuru. Hakuna haja ya kuangaika na kutafuta ukombozi wa laana wakati Yesu Kristo anatoa uhuru dhidi ya laana. Hakuna haja ya kwenda kwa waganga, hakuna haja ya kufanya mambo mbalimbali nje ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yupo kwa ajili ya kukupa uhuru. Biblia inasema katika kitabu cha uh, Waefeso sura ya kwanza mstari wa tatu kwamba tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Hii ina maana kwamba kupitia Yesu Kristo, uh, Mungu hutupa uwezesho wa kuishi maisha ya kuhusiana naye ambayo baadaye huleta pia baraka za mwilini ambazo hudhihirika na watu wengine huweza kuziona na ni, nipende tu kukumbusha rafiki yangu kwamba ambaye uko ndani ya Kristo kwamba kupitia shida au kuwa katika mateso haimaanishi kwamba unalaana. Nimekuwa nikiona watu wengi wakitafuta deliverance, wakitafuta ukombozi kwa sababu ya mateso wanayopitia. Well, this life reality, uhalisia wa haya maisha, huwezi kukwepa mateso. Ndugu zangu, tufikie hatua kama waamini, kama watu uliookoka tuamini kwamba kuna wakati wa kupita kwenye moto, kuna wakati ambao Mungu anatengeneza tabia zetu na wala si Shetani. Kwa hivyo, Mungu sio chanzo cha mabaya, lakini Mungu hutumia mabaya kutushape, kututengeneza kuwa watu kabili. Kwa hivyo embrace your suffering uh, jifunze kupitia unachokipitia uh, kinaweza kuwa ni kibaya. Hatuwezi tukawa na maisha uh, yaliyonyooka kila siku lazima kuna wakati fulani mambo yasiende kama vile tulivyotarajiwa. Na kwa hiyo ukipitia kipindi kama hicho, usiseme Mungu amenilaani au nina Mungu aweze akakulaani, kwa sababu ghadhabu ya Mungu ili uh, iliondoshwa ili na msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, tu- tuweze kutofautisha vitu hivi, na sehemu nyingine pia inasema kwamba hesabuni uh, kuwa ni faida na kupitia katika majaribu a inatuhimiza kwamba kumbe majaribu hayamaanishi kwamba tuna kwenye laana no. Inatuaminisha kwamba majaribu pia ni sehemu ambayo Mungu hukuza uwezo wetu wa kustahimili mama, patience. Haleluya, ubarikiwe sana kumbuka, hauna laana na Mungu wetu ni upendo, na ndani yake hakuna hofu. Ubarikiwe sana na siku njema kwako.